Um, tukisalia pale pale siku moja tu baada ya kutangazwa mshindi wa kiti cha uwakilishi wadi Kabuchai Chwele katika eneo bunge la Kabuchai, Eric Wekesa amejitokeza kuahidi kutekeleza majukumu yake kwa uadilifu ili kuwafaa wakazi wa wadi yake. Ni taarifa yake Eric Lumbasi Alo kwenye kikao na wanahabari, mwakilishi wadi huyo mteule amesema alikumbana na changamoto nyingi wakati wa kampeni, ila anasema kwa sasa masaibu hayo si jambo la mno, akisema atahakikisha wakazi eneo lake wanapata maendeleo. Mimi nimeona eh, kwena ili ni congratulate nimeona Mheshimiwa Didmas wote ambao walikuja huko wakapiga waka, eh, maneno mingi huko yenye haikuwa na maana, wamenicongratulate, walisanya wabunge wengi wale wabunge na, na, na, na waombea Mungu awatie wa nguvu, maana wa penye wanaenda. <laughs> <laughs> watu wa huku si watu wale walitoka wa Bungoma. Si wakutishwa. Wa kushukuru wale ambao vijana ambao walijitoa wakati mtu alikuja na mpi na maombi, ilibidi mtu achukue kuni azuie mpini. Kwa katika ile hali, kwa sababu wale walikuwa wamejipanga, waliumiza wengi. Kuna wale walikuwa wanakuja na visu visuaahospitali, kumi na saba Seventeen, five in critical conditions. tiodion uh, I want to forgive those who did these things. Yeah. And even welcome wale ah. wa opponents wa wakuja tufanya nao kazi kile kenye zitaki wanilete ni mbinu ya mpini zingine zote wanilete. It means these two years from now. Msiende magingi sikimisha pia tuwana Chwele. Don't look anywhere else. Wachana na hiyo grupu mko nayo, kuja huku. Mbunge wa Kabuchai majimbo Kalasinga amesema licha ya changamoto waliopitia wakati wa kampeni, wakazi waliamua kumchagua kiongozi bora, akisema atashirikiana naye kwa karibu kufanikisha maendeleo. Mimi sina shida na mtu yeyote. Mimi nitaheshimu viongozi wote walio mamlakani, kwa sababu uongozi hutoka mbinguni, kutoka kwa rais mpaka kwa MCA, I will give you the respect and I will work in this country as a law abiding citizen. Ile naomba tu mwisho ni kwamba our MCA ambaye sasa umepata kazi ya wananchi wamekuandika, ujue saa hii Eric Wekesa, your boss ni wale watu wako Kabuchai Chwele wole. Your boss is not Majimbo Kalasinga, your boss is not Wycliffe Wafula Wangamati, your boss ni yule mtu hana slippers na yule mtu mwenye anakula ndizi siku moja akilala that is your boss. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Bungoma, Wycliffe Wangamati, amesema wakazi katika kaunti ya Bungoma wamejanjaruka na kwamba kamwe hawatakubali kupangwa kisiasa. Huyo kandidati mwingine akapata That was a very clear mandate given by the people. It's not fear. Wakati imefika, lazima tuzime hii chama cha Ford Kenya hapa Bungoma. Eric Lumbasi, West TV, County ya Bungoma.